Yes, mambo vipi? Mchezaji wa Yanga Faridi Musa, tunafahamu Faridi Musa ni Muislamu na amefanya tukio kubwa sana kwenye dini yake, baada ya kujenga msikiti mkubwa sana maeneo ya Chamanzi. Kwa maana hiyo, mwamba katika moja ya ibada yake, kwenye pesa zake ambazo analipwa Yanga eh, na timu zingine alizopita, kama kule Spain, ameona atoe sadaka yake ya kujenga msikiti maeneo ya Chamanzi, na hivi navyowaambia waumini washaanza kuanza kufanya ibada kwenye msikiti huo wa Faridi Musa. Kwa maana hiyo ni jambo zuri, kajitegezea eh, sadaka yake ambayo hata siku akifa bado itakuwa inamnufaisha. Kwa maana hiyo mwamba Faridi Musa Maliki ameona sadaka yake hiyo hiyo, kajenga msikiti mkubwa ambao unabeba watu wengi, lengo kutimiza moja ya sadaka yake, ili akifa watu wameombee dua na maisha mengine yawe yanaendelea vizuri. Kwa maana mwamba huyo hapa, Farid Mussa Malik, faa jambo zuri sana kuhili.